Sisi tunaitafuta pepo, tusingekaa hapa. Tunaitaka pepo na kila saa ndo neno letu muhimu, tukaingia janna. Maisha ya duniani ni, ni, ni kitu gani? Maisha ya duniani Mwenyezi Mungu anasema ni mataul ghurur, ni, ni udanganyifu tu, inamdanganya mwanadamu, lakini hasa maisha ya kisawasawa ni ya kesho peponi. Sasa leo tuhadithiane yani, hadithi moja lakini ni nzito sana Hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu taala anhu, jazallahu Aba Huraira kulla khair, kwa sababu ni mtu ambaye ametuletea sisi kheri nyingi sana katika hadithi za Bwana Mtume. Ni mtu ambaye ukimsoma maisha yake utapata, ni mtu ambaye alikuwa fukara maskini, hajiwezi. Yani sisemi kwamba ndo tukumbatie ufukara, au sisemi kwamba ndo jambo muhimu sana muislamu kuishi akiwa fukara au maskini, naieleza hali halisi ya Abu Huraira alivyokuwa, kiasi kwamba alikuwa akikaa katika wale watu wanaitwa ahlu sufa. Ahlu sufa ni kani fuqarau lmuslimin alladhina kanu layajiduna shaian yakulu, watu ambao hawana kitu. Ni mtume apate kitu awaletee wa mtume apate sadaka aletewe na watu achukue waletee. Na alikuwa akipata mtume hakubali mpaka ale nao mmoja wao alikuwa Abu Huraira. Hata siku hiyo Mtume alipata maziwa kidogo, yuko yeye na Abu Huraira. Abu Huraira anasema hakuna siku nilikuwa na njaa kama siku hiyo, kwa sababu baada ya swala nilikaa njiani, matarajio yangu ni kwamba atapita Mwislamu anikamate mkono, aniambia leo twende ukale kwangu. Mtu imefika hadi mpaka anasimama, anatamani apite mtu amkamate, njoo kwangu kula basi anasema akapita Omar ibn al-Khattab, nikawa na aya ya Qur'ani, namuuliza. Aya ile ninaijua juu chini chini juu, lakini lengo langu namuuliza, alafu baadaye niulize, leo nakula wapi, njoo kwangu, ndo lengo langu, sio kwamba sijui eti aya hii sijui natafuta tafsiri hapana. Nataka mwisho wa habari ni alikwe kula tu. Allahu Akbar. Omar akaba. Aya hii Abu Hurairah, hii kadha kadha kadha hujaifahamu hii e, hey, nimefahamu. Haya, kwa heri, hatona na kesho ajali aburera kwa... Mie tatizo langu sio aya ya Quran, tatizo tumbo. Abubakar amepita, Abubakar nini tafsiri yake ya kadha kadha kadha, lakini nyumbani leo sina kitu. Abu Huraira Abubakar akamgundua, lakini akamwambia na mie pia nyumbani sina kitu. Akapita Mtume, Mtume sawasalam alikuwa aribun E, kuna unadak na akahua walakin laysa bi zaki, zaki, wa zaki wa leki, azkia na ia na azkia. Mtume alikuwa wa wadaki alikuwa ametakaswa na alikuwa mwerevu. Kuna watu wengine ni werevu lakini hakutakaswa kama Isaac Newton alimul jazabi Isaac Newton ilikuwa ni mwerevu, alikuwa ni mtu ambaye hodari na ni genius lakini hakutakaswa. Mtume alituletea utakaso, na kuna wangapi werevu lakini hawana utakaso. Wametengeza ndege ma Boeing, hayo kitar saria ah, wana ni, ni muhandisun ni watu ambao ni waerevu wa kutafuta pesa na biashara, lakinahum laki laisu bi azkiya, lakini hawana utakaso. Na lengo ni kutakaswa, sio kuwa na akili nyingi. Ndio maana mtume katika mambo aliokuja nayo

Mwerevu wa mambo adakaraka anajua, lakini utakaso haupo, na wengi katika dunia wapo, lakini yule alokuwa zakii ndo anaitaji. Si mtume kawambia, twende alhiq unga msafara ya abahira, ewe Abu Huraira, twende. Abu Huraira akamwandava mtume, kufika naambia kuna hii lita ya maziwa. Abu Huraira kaona hii lita ya maziwa, kwa hakika kwa njaa niliyokuwa nayo haijanitosha, lakini, cha kushangaza zaidi, mtume anamwambia kawaite wenzako wale wasufa ya Rasulullah. Nikawaite wenzangu kwa lita ya robo hii ya maziwa? mi nawe haitutoshi, mie peke yangu hainitoshi, nikawaite kamba? Naenda kawaite wenzako. Abu Huraira ametwia amri ya mtume, jamaa, mnaitwa lakini masikitiko yake ni kwamba, kama mimi hainitoshi ile lita ya maziwa, mbona mtume anawaita wote hawa, nyumba hii nzima? Kufika kaambia, haya, chukua hii maziwa ya Abu Huraira, anza kuwagaia watu wa sufa, hichi kidogo ya wa rasulullah. Akili yake inauliza, lakini anatekeleza amri ya mtume. Haya, kunywa, amekunywa mwanzo, mpe wa pili, amekunywa wa pili, mpe wa tatu, wamekunywa Watu wasufa wote walikuwa wakikaa katika msikiti wa mtume, wote. Mwisho Abu Huraira akayatizama yamo yamebaki, lakini akiyatizama mtume naambia sasa, ishrab ya abahira, kunywa wewe sasa, lam yabka illa ana wa anta mina, wewe tundo tulobaki, kunywa. Abu Huraira akanywa akaiweka chini, akaambia ishrab ya abahira, kunywa tena. Abu Huraira amekunywa mara ya pili, akaeka chini, akaambia ishrab ya kunywa tena mara ya tatu Akamwambia Rasulullah, hakuna tena njia ya kupita maziwa full house. Huku hakuna tena njia, sasa wewe ulikuwa ukiona ni kidogo, mbona mmekunywa nyote watu wa sufa? hii ilikuwa ni moja katika miujiza ya bwana Mtume, na Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa watu katika maisha kama hayo, lakini fadla zake ni kubwa, ametuletea hadithi nyingi sana za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na usishangae mtume alimwombea dua, alimwombea dua. Alichukua kitu kama shali kitambaa, kikakunjuliwa mtume akachukua kama anateka maji kwa makofi yake mawili, akawa natia katika shali la Abu Huraira, amekunjua amechukua mara ya mwanzo, ameingiza ni kitu gani alichokuwa akifanya mtume? Ilikuwa ni ilmu anaiteka, anamtekea Abu Huraira, kusanya nenda zako.

Mtume kambia basi, haya, lete shali lako kunjua. allahumma alimhu bima bimashita allahumma atihi bima tashaf, mpe ya rab, mpe ya rab, mpe ya rab. Nasema kutokea siku hiyo, kila nachokisikia kwa mtume kinaganda katika akili yangu, na sikusahau tena, mpaka ikawa anazisoma hadithi za mtume hifdhan kama hivi tunavyosoma Quran.

Mwanadamu anapokufa mambo yake yote hukatika isipokuwa mambo matatu: sadakatin jariyatin, sadaka yenye kuendelea, au ilmin yuntafau bihi, au elimu yenye kuleta manfaa, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye atamwombea mzee wake. Hii hadithi ndugu zangu Waislam, ni hadithi pana sana inatuchorea ramani ya vipi maisha ya dunia yalivyo, idha mata bnu Adam, siku atakayoondoka duniani mwanadamu. Na hatujui tutaondoka vipi. Kuna wengine huondoka kwa njia mbalimbali, na miongoni mwa njia ambazo zinashangaza sana leo ni mtu kuondoka ghafla, kwa sababu tumezoea sisi mtu anaumwa miezi minne mitano, mapresha ana masukari ana maradhi ana malaria ana homa ameugua baadaye amekufa. Kwa nini? Hujui kama alikuwa anaumwa. Lakini leo utasikia mtu amekufa baada ya kula chakula chake cha usiku, amekwenda kitandani, amelala, hajaamka tena. Vifo hivyo vina ibra kubwa sana. Mimi nimeshuhudia kifo kimoja, kijana mdogo tu miaka ishirini na sita ishirini na saba, yeye kazi yake ni kuendesha daladala amerauka kuanzia alfajiri mpaka jioni anarudi nyumbani amekula chakula amelala babake anaamka alfajiri anamwamsha swala fulani twende tukasali fulani swala fulani swala anajua baadaye amesikia atanyanyuka atamfuata mwanawe baba amerudi msikitini bado mwanawe amelala hivi ameegemea mikono yake anarudi baba, anamkuta bado amelala. Huyu leo vipi? Hajaenda msikitini? Naona labda kijana amezidiwa sana. Anajiandaa sasa kwenda kazini, anamwambia mkewe, mwamshe wewe mwanao na umpe salamu kwamba leo namuhitaji aje kazini kwangu, kwa sababu ndugu yake kesho kutwa ataoa, tuna mipango tunataka tupange mimi na yeye. Basi mama akenda kamwamsha Amka fulani, amka, namtaja jina. Amka, amka amka, amki, amka, amki. Namwita mumewe, hebu, mbona leo huyu amelala usingizi huu? Kuna mtoto mdogo alikuwa amelala pamoja, anasema mie, usiku nimemwona amenyanyuka, amekaa kitako, amepiga magoti hivi, anafikiria tu jambo, kama kuna kitu anafikiria baadaye nikamwona akarudi tena kulala. Hakuna kabisa mwenye shaka kwamba huyu bwana amelala. Baba mtu alipokuja asa, akamshika mwili wake akakuta mwili uko baridi sana. Sasa akashtuka akamgeuza, akamwambia mke wake, huyu ameshakufa. Mke wake kabiga kelele, wewe usiseme hivyo, unasemaje? kafa huyu zamani, kweli kumbe, kutokea usiku kijana ameshakufa, lefeni inampiga tukalala. Hivi mwili umeshakauka zamani, bila ya kuumwa na kucha wala unywele, ni kulala na roho kusafiri kabisa kabisa. Ni kijana mdogo, umri wa shabab, lakini anaondoka katika ulimwengu katika mazingira ambayo wewe unapata darsa kamili, na wengine wengi kama huyo wapo. Hii ni indication kwamba mauti huja ghafula, wala hayana muhula, mara huwa la haula, ameiaga dunia, mshairi wa Kiswahili anasema. Ndio maana Qur'ani imetusisitiza sana tusisahau kufa. Mwenyezi Mungu anasema katika Suratul Mulk, tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir

Mwenyezi Mungu ambaye ameumba uhai kisha akaumba mauti. Mauti kwa nini aseme kaumba mauti kwanza, lafu uhai? Ulama wa tafsiri wanasema Mwenyezi Mungu anataja mauti kwanza, liyatabadara ila dhihnik, haraka haraka, maanake kile moto moto akili yako ipate kukach, kwamba ala mauti ni muhimu sana na ni aula zaidi kukumbukwa, na mauti mwanzo, hata kabla ya uhai hujue kwamba kuna kufa. Lugha ya balagha ya Qur'an, anasema Mwenyezi Mungu kataja mauti mwanzo ili upate kuwa na hakika kwamba kufa ni lazima. Inawezekana kuwa hai siyo lazima, lakini kufa ni lazima, alladhi khalaqa almauta walhaya. Kwa hiyo ugonjwa au maradhi au sio kisingizio hicho yoyote, anaweza kufa awe mgonjwa asiwe mgonjwa. Mshairi anasema, alayka bitaqwallahi in kunta ghafilan

Jilazimishe tu kumcha Mungu Alaika laika bitaqwa llahi fainnaka la tadri Itha janna laika llailu hal taishu ila lfajri, anasema jilazimishe kuwa mcha Mungu ndugu yangu, kwa sababu wewe hujui, likichwa jua, je utaishi mpaka alfajiri? Hujui, likizama jua, kuna uhai tena mpaka kesho, je nitafika mimi

vile wanavyotembea wakicheka, wanacheza mpira wakifurahia, wanarukaruka, huku sanda zinatayarishwa, hawa baada muda mchache watakufa. Wakam min fatan yurtaja tulu umrihim wakad udkhilat ajsaduhum dhulmata lqabri, na ni vijana wangapi wanatarajiwa huyu kesho kutu atakuwa baba atazaa watoto, mili yao tayari imeshaingia katika kisa cha kaburi. Watu wana, wana matamanio tu ya kutarajia. wa kam min arusi zayanuha li zawjiha wa arwahuhum tukbadu fi lailatil qadri, nani maarusi wangapi wanapambwa, ameshavaa nguo ya arusi, ameshapiga kilemba cha arusi. Jibiri Israeli anakuja usiku huo huo anachukua roho zao, wenyewe wana habari arusi. Naam, anakufa na hina zake, anakufa na nguo yake ya arusi, anakufa na mapambo yake yote.